Karibu katika kipindi cha saba, uh, katika uandishi wa insha ya ripoti au ripoti rasmi katika sehemu ya tano ambayo ni mapendekezo. Katika mapendekezo, sehemu hii ni ushauri wa wanakamati au wanajopo au wa anayeandika utolewa. Ushauri huu ni kutokana na uchunguzi uliofanywa. Ushauri huu uorodheshwa kwa nambari. Kwa mfano, unaanza kwa neno mapendekezo, kisha unaandika mapendekezo yako kulingana na hoja Uh, za kwa vichwa vidogo vidogo vido ambavyo ulivyoviandika kama jinsi, uh, vilivyokuwa vimefuatana. Kwa mfano katika hoja yangu ya kwanza, maswala la kwanza ilikuwa siasa mbaya, kwa hivyo hoja yangu ya kwanza nikusu, mbaya, mbaya ni kuhusu siasa mbaya ambayo ni wanasiasa wanaochangia katika vita na ukabila nchini Kenya watolewe katika vyama vya kisiasa na wapigwe faini. Katika swala langu la pili lilikuwa kusimamishwa kusimamishwa kwa ujenzi wa miundo msingi ama infrastructure, infrastructure. Serikali iweke hazina tosha ya fedha za kuendeleza miradi ya ujenzi wa miundo msingi. Hoja yangu ya tatu ilikuwa wizi wa rasilimali za umma. Kwa hivyo, katika pendekezo la tatu litakuwa wanahusika katika wizi wa rasilimali za umma, washtakiwe, wapigwe kalamu na hata kufainiwa. Na mwisho mwisho, hoja ya nne ama swala la nne lilikuwa utabia nchi. Pendekezo la nne, wananchi waelekezwe katika binu za kisasa si, kuna radhi za kilimo kama vile kupanda mimea inayokuwa kwa kasi. Jina langu Mwalimu Linda.